Tumeondokewa na kiongozi mahiri, kiongozi alipenda nchi yake na alipenda kazi zake. Toka limeingia bungeni elfu mbili na tano, ilimzoea Jenista na jina lake, alikuwa naita mimi mwanangu na mii namwita mama. Tuliishi vizuri sana. Sifa zilizotolewa hapa na baba paroko ni za ukweli. Ni mtu alijishusha sana katika kitabu cha historia ya taifa la Tanzania, wapo viongozi ambao majina yao hayawezi kufutika, si kwa vyeo walivyokalia tu, bali kwa alama walizoacha katika mioyo ya watu. Miongoni mwa viongozi hao ni Jenista Joakim Mhagama, mwanasiasa mkongwe aliyewakilisha vyema mkoa wa Ruvuma bungeni kwa miaka 25. Pamoja na umashuhuri wa kiongozi huyo, Desemba 11 mwaka huu nyota yake ilizima ghafla na kuacha giza likishamiri kwa familia yake na wananchi wa jimbo la Peramiho waliomwamini kuwaongoza tena kwa miaka mitano ijayo. Kifo chake kimeacha huku sauti yake nyembamba ikiendelea kujirudia masikioni mwa waliozoea kumsikia na baadhi ya heka heka zake ikiwemo kuwapigia wananchi magoti na kujigaragaza mbele yao, jambo linalotengeneza kumbukumbu isiyofutika. Na sisi lazima deni hiyo tufanye nini? Tulipe. Kwa niaba ya mheshimiwa rais, tutalipa madeni hayo.

Jenista Joakim Mhagama alizaliwa Juni 23 mwaka 1967, mkoani Ruvuma. Baba yake Joakim Ngonyani alikuwa mwalimu na baadaye mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii, huku mama yake Epifania Shawa, mzaliwa wa ukoo wa Chifu Gama wa kabila la Wangoni, akiwa mama wa nyumbani. Jenista alianza elimu ya msingi mwaka 1976 katika shule ya msingi ya Mfaranyaki Peramiho na kuhitimu mwaka 1982. Mnamo mwaka 1983 alianza masomo yake ya sekondari katika shule ya sekondari ya wasichana Peramiho na kuhitimu mwaka 1986. Mwaka 1987 aliendelea na kidato cha tano katika chuo cha mafunzo ya ualimu Korogwe, akihitimu kidato cha sita mwaka 1989. Wakati huo huo alipata mafunzo ya cheti katika masuala ya utengenezaji wa mitaala na upangaji wa programu kupitia chuo kikuu cha kazi duniani. Hilo baadaye alipata stashahada ya ualimu katika chuo cha mafunzo ya ualimu Korogwe na kuhitimu mwaka 1990. Jenista alikuwa mke wa Leonard Laurent Muhagama na mama wa watoto watatu Victor, Victoria na Joachim. Na hili ndo safari ya Jenista katika uwanja wa siasa. Kabla ya kuingia kikamilifu kwenye siasa, alihudumu kama mwalimu kwa miaka sita ni kuanzia mwaka 1991 mpaka mwaka 1997, taaluma iliyomjengea nidhamu msingi ya uongozi na uadilifu. Kwa miaka mitano mfululizo, mwaka 1995 mpaka mwaka 2000, alikuwa katibu wa mfuko maalum wa wilaya ya Ruvuma, Ruvuma Dio Trust Funds. kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 2000 alifanya kazi katika mamlaka ya mafunzo ya ufundi Tanzania, VETA. Jenista alianza kujihusisha na chama cha mapinduzi CCM mwaka 1987 kupitia jumuiya ya vijana na wanawake. Wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2000, akiwa na miaka 33 alichukua fomu ya kugombea ubunge wa viti maalum kupitia CCM na akapitishwa na vikao vya juu vya chama hicho. Mwaka 2005 Jenista alishinda kura za maoni za CCM dhidi ya aliyekuwa waziri wa fedha kipindi hicho Simon Mbilinyi na kuwa mgombea ubunge wa jimbo la Peramiho. Huu ulikuwa mwanzo wa utawala wake wa miaka 20 kama mbunge wa kuchaguliwa na wananchi wa Peramiho na miaka mitano ya ubunge wa viti maalum. Katika bunge la 2005 aliwahi kuwa mwenyekiti wa viti maalum vya bunge na kutajwa kama mmoja wa bunge waliotoa michango mikubwa katika mijadala na maswali kwa mawaziri. Mwaka 2010 alishinda tena ubunge na kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa Bunge Januari 2014. Katika serikali ya awamu ya nne chini ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete, Mhagama aliteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi. Katika nafasi hii alisimamia mageuzi muhimu katika elimu ya watu wazima, mafunzo ya ufundi na uboreshaji wa mitaala, akichukua nafasi ya Filipo Mlugo. Januari 2015 alihamishwa wizara na kuteuliwa kuwa waziri kamili kwenye ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge. Mwaka 2015, mara baada ya uchaguzi, hayati Rais John Pombe Magufuli alimkabidhi Muhagama jukumu la kuongoza sekta pana ya sera, bunge, kazi, vijana, ajira na walemavu. Katika nafasi hii ilisimamia uratibu wa shughuli za bunge, ajira za vijana, usimamizi wa masuala ya wafanyakazi na utekelezaji wa sera za serikali. Sisi wabunge wote kwa pamoja, tupate nafasi nzuri ya kupata uthibitisho wa mambo haya kupitia taratibu zinazotakiwa na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa na jambo hili liweze kufikia mwisho kwa kufuata sheria na taratibu zilizopo katika serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Mhagama aliamishiwa ofisi ya rais utumishi na utawala bora mwaka 2020. Akiwa waziri katika wizara hii nyeti, alisimamia masuala ya uwajibikaji wa watumishi wa umma utoaji wa huduma kwa wananchi na maboresho mifumo ya kiutawala. Alijulikana kwa msimamo wake mkali dhidi ya uvivu na rushwa ndani ya utumishi wa umma. Baadaye mwaka 2023, Mhagama alirejeshwa tena ofisi ya waziri mkuu, lakini safari hii kama waziri wa nchi anashughulikia sera bunge na uratibu aliendelea kusimamia uhusiano wa serikali na bunge, uratibu wa mikakati ya kitaifa na utekelezaji wa maamuzi ya serikali. Mwaka 2024, Rais Samia Suluhu Hassan alimteua Mhagama kuwa waziri wa afya, akichukua nafasi ya Umi Mwalimu aliyekaa madarakani kwa miaka 14. Katika wadhifa huu, alisimamia mageuzi ya miundombinu, upatikanaji wa dawa, maboresho ya huduma na kuimarisha mifumo ya kinga na tiba. Hii ilikuwa ni mojawapo ya hatua ya juu zaidi katika taaluma yake ya uongozi. Lakini katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Mhagama alichaguliwa tena kuwa mbunge wa Peramiho akiendelea kuungwa mkono na wananchi waliomwamini kwa miaka 25. A, mnamo Desemba 11, 2025, Jenista Mhagama alifariki dunia mwezi mmoja tu baada ya kuchaguliwa kuongoza jimbo lake kwa muhula mwingine. Kifo chake kilitangazwa rasmi na spika wa bunge Azzan Zungu ambaye alitoa salamu za pole kwa familia, wananchi wa Peramiho na bunge. Kwa mujibu wa ratiba ya mazishi yake, anatarajiwa kufanyika Jumanne Desemba 16, 2025 katika kijiji cha na Mbinga mkoani Ruvuma. Kuondoka kwake kumeacha pengo kubwa katika jimbo alilotumikia kwa uaminifu kwa miaka 25 na katika historia ya uongozi wa kisiasa nchini, ambapo atakumbukwa kama mwanasiasa makini, kiongozi mchapakazi, mtetezi wa maslahi ya wananchi na mwanamke shupavu aliyefungua njia kwa wanawake wengine. Jenista Joakim Mhagama atabaki kuwa alama ya uongozi wenye maono na moyo wa kutumikia watu. Jina langu ni Fatuma Husseni niliyekuletea makala hii. Ndugu zangu, katika maisha ninayoyafahamu ya, ya marehemu Jenista Mhagama, sito sita kusema alikuwa kiongozi jasiri na mlezi wa wengi ndani ya bunge na ndani ya serikali. Raha ya mirele umpe, e Bwana, apumzike kwa amani.